Hello and welcome to Van TV Media. If you're new here, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends to get daily updates. Unaoweza wabebe lakini sishauri shauri sana, hata kama basi nispika beba ile ndogo kile kidogo cha kawaida ambacho hata unakika kwenye mfuko hivyo, so mtu utuje na ile redio likubwa utasumbuka actually. Kwa hiyo ni hivyo, rlmk, karibu changiem jamani, tap tap screen tuongezeke. Juu na naomba zima maiki yako utakaribishwa umekuta mm -hmm. Watu tafadhali samahani. Juu na zima maiki yako Rila MK naomba sha maiki tap tap jamani screen watu wapande. Alafu naomba niwaambie kitu kimoja. Ah, wanaotukana huku chini wanakuja mitano tena and the and the alike. Msiwajibu. Waacheni sisi tunawashughulikia. Msiwape eh, airtime wajinga. Waacheni. Nye kazi yenu kutuma makopokopo huku chini, kucomment na kusema na maandamano na tap tap screen. Karibu. Okay. Habari um, zenyu? Sasa mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, poleni kuingilia shughuli zenyu, lakini ni pia nyi pia ni manduku zetu. Maandamano, maandamano inahitaji psyche ila mmoja, yaani ni kujitolea, hakuna kuangalia mwingine, yani unajitolea wewe kama wewe na hakuna kutoroka. Unajua, wakati polisi uwanga wanaona wanaona udhaifu yenyu, hapo ndio penye shida huwa inatokea. Lakini polisi pia ni binadamu binadamu tu kama nyinyi. Wakati wataona mmesimama imara, hakuna mtu ata, yani itakuwa virahisi hivyo kwa kwa tawanyisha. So iwapo tena unaenda vitu kama petroli, unajua hapo polisi already watakuwa wamesha mind hivi Already, mmetake in action. So kwenda unaenda tu kiplani hii mchezo inaanza tu polepole polepole pole. Mambo ikifikangu kiberiti hapo hivo mafuta hiyo vitu kaa hiyo inapatikananga tu huko mbele mbele tu hivo mchezo tu ni polepole pole hivo. Nasi na sina mengi asante sana, asante sana jirani, asante sana jirani Freedom fighter. Karibu afu naona hapa na chini watu wanasema wana habari za za mange za mange. Kama kuna mtu hapa juu ambapo ameenda huko kwa mange akaona, atupe taarifa. Ila kama hamna, kama hapa juu kuna mtu ameshaongea, naomba ashuke ili mtu mwingine apande atuambie nini kimejiri huko mjini. Instagram freedom fight, naomba washa maiki yako Freedom, naomba washa maiki. Akishuka mtu ashike mtu mwingine nafasi, akishuka mtu ashike mtu nafasi. Tutaptap screen, bado tujafika lengo, tunatakiwa tufike mia tano. Tutaptap screen, tuendelee share live, karibu Asante sana, ninashukuru sana kwa moyo wa uzalendo. Tumeendelea kujitolea ingawaje kule tumezimiwa live, lakini nashukuru Mungu ni mwema, tumeendelea kutafuta live na mpaka sasa tumekusanyikana tena hii, hii inatosha kabisa kuonyesha kwamba tumedhamiria kufanya tukio ambalo liko mbele yetu. Ile pale ni kama sherehe kwetu, ingawaje kuna kumwaga damu na kupoteza maisha lakini ni sherehe kwetu kwa sababu hiyo siku tunaenda, ku, tunaenda kukomesha mauaji, tunaenda kukomesha utekaji, tunaenda kukomesha manyanyaso yote wanaotendewa Watanzania, hususani walio na maisha ya chini. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, ndugu zangu. Wakati huu ni mwendo wa kumezeshana sumu. Sikilizeni ndugu zangu, tunaenda vitani, hatuendi kwenye maandamano. Kila mtu anatakuwa alijue hilo. Maandamano tulishaomba tukakataliwa. Kwa hiyo sasa hivi hatuendi maandamano, tunaenda vitani. Kijana jua ya kwamba unapotoka nyumbani unaenda vitani, sio kuna sio si, si, si kwenye maandamano. Habari ya maandamano hapa haipo, hapa kuna vita. Kama wametuletea watu kutoka Uganda, wao wanasema maandamano hayo, maandamano hakuna. Yaani Usamia akubali asikubali cha moto lazima akione kwanza. Na nashangaa sana watu mnavomuita mama, ni mama wa aina gani huyu mnavompa cheo kikubwa cheo, cheo, cheo kikubwa namna hiyo? Ni mama wa aina gani huyu asiyetambua thamani ya Watanzania? Ni mama wa aina gani huyu anayeteka na kuua watu? Je, hawa ndio wakina mama wa leo tulionao? Huyu hafai kuitwa mama kwa sababu mama ni asili mama ni mlezi wa watoto lakini ini... ini... tukimwita shetani ni sawa, kwa sababu anastahili chocheo kutokana na yale mambo anayoyafanya. Kwa hiyo hatuwezi kumwita mama. Mama gani wa namna hii? Mama anayeua, alafu tunaendelea kumwita mama? Hakuna upumbavu wa kumwita mama. Hiyo kauli ya mama iishe kuanzia sasa hivi. Samia anatakiwa kuachia kiti. Samia must go, sio habari ya kusema mama mama mama. Mama wa kazi gani eh? mama gani huyu? Mama gani muhuni, malaya malaya, unasema mama? Mama gani anayezingatia mambo ya kipumbavu nywinywinyi, nywinywi, hizo ndio sera? Mama anayepanga mipango wa Tanzania wakavunjwa miguu, huyo ndio mama hmm? mama ambaye hajali utu wa watu hapa sasa hivi yupo kwenye mipangilio, yuko razi wewe ufe ili aendelee yende kukaa madarakani ili aendelee kuinyonya nchi. Alafu bado tunamwita mama. Tunamuitaje mama kama yupo tayari kunivunja mimi miguu? Namuitaje mama? Mama asili yake ana uchungu na mtoto katika, katika, katika, katika, katika katika, katika katika sifa za mama au katika sifa za mzazi, mama ni mtu pekee ambaye yuko tayari kunyeshewa mvua, kupigwa na jua, kupigwa mawe, kulala njaa, ili mtoto wake ale, ili mtoto wake aishi. Mama yuko tayari kutoa maisha yake kwa gharama yoyote ili mtoto aishi. Sasa tunamuitaje huyu? Tunamuitaje huyu Samia? Tunamuitaje mama huyu, shetani ambaye anataka sisi kutuvunja miguu wa Tanzania, ambaye anatukodia wanajeshi kutoka Uganda ili waje watuue sisi? Tunamuitaje mama? Hatuwezi kumuita mama, jamani. Mnao rekodi sasa hivi, mrekodi mimi, mimi binafsi siwezi kumuita samia mama. Samia mimi namuita shetani, kwa sababu matendo yake ni ya kishetani lengo la kuandaa watu ili, lengo la kuandaa polisi, la kuandaa wanajeshi kutoka nchi za, nchi, za kigeni ili sisi tuvunjwe miguu hmm? Mimi nasemaje mama? Nitamuitaje mama? Siwezi kukubaliana na siwezi kumuita mama. Nitamuitaje mama asiyejua asiyejua thamani ya bandari yetu, anayowapa Waarabu ma mikataba ya kijinga anaingia mamikataba ambayo watanzania yanaumiza Watanzania. Namuhitaje mama? Namuhitaje mama ingaji, hospitalini wamejaa wagonjwa, wanakufa wana kwa kukosa vidonge, kwa kukosa huduma za kiafya. Namuhitaje mama angali kuna vijiji havina maji, watu wanakunywa maji na wanyama? Na muhitaje mama, ni mama gani asiyekuwa na huruma na wananchi wana wake? Ni mama gani asiyekuwa huruma na uchungu na watoto wake? Hatuwezi kumuita mama hata kidogo, hatuwezi kumpa heshima ya umama. Huyu anafaa aitwe shetani, na kuanzia leo sema chini hapo, Samia shetani. Hatuna rais hapo, tuna shetani kwa sababu yuko tayari kunyonya damu zetu kwa sababu ya madaraka. Ingilikuwa ni mtu mstarabu anayejielewa asingeng'ang'ania madaraka. Sauti za watu zinafaa kusikilizwa, watu wamekuchoka, watu hawataki uwe uendelee kukaa kwenye kiti cha urais, hawataki kuongozwa na no wewe, wasikilize achia madaraka. Kwani angeachia madaraka, sisi tungemfanya nini? hata haya yasingetokea, ila kwa sababu ya ugumu wake ametufanya sisi tujawe na jazba, na hatuwezi kumwacha kwa sababu ni yeye ameanzisha. Alichokianzisha lazima atipuie akipate. Wanasema vijana kwamba sisi ni waoga, tunataka kuwaonyesha, tunataka kuwaonyesha ya kwamba sisi sio waoga, ila wao ndio waoga, manake mpaka unaenda kuchukua wanajeshi kutoka nchi za kigeni, kutoka Uganda. Manake wewe ndio muoga kama sio mwoga tupambane naye. Mjinga we unayesema Oktoba unatiki, pumbavu kabisa hapo. Ukiangalia kwako kwa, huna hata kuku, alafu Oktoba unatiki? hata kuku huna, una, una, unaishi maisha ya shida, alafu unakaa una kung'ang'ania eti tunatiki, tunatiki nini? kwa hiyo ndugu zangu, tunahitaji uhuru, tunahitaji taifa lenye usawa taifa lenye sauti moja, taifa lenye maono. Tunahitaji maono ya taifa, hatuhitaji maono ya watu. Sasa hivi watu wamesoma, watu wameelimika, sio zama zile. Hatuwezi tukawa tunatembea na maono ya watu, akija huyu tunatembea na maono ya huyu, akiondoka huyu aje na maono yake. Hatuwezi kukubaliana, hapana kabisa. Kwa hiyo wapiganaji, jueni ya wa kwamba huu ni wakati wa vita na Mungu atusaidie. Mungu atupe roho ya ujasiri. Namwombea kila mmoja mwenye nia njema na uzalendo wa taifa hili. Mungu amtie nguvu, Mungu asimame pamoja nasi. Ushindi upo kwetu kabisa, msiogope, tuna ushindi, wala msirudi nyuma. Acha waongee, wanaongea kututisha, lakini wanajua ukweli ya kwamba hawana ushindi. Tumesha wanyang'anya mpira. Eh, tumesha wanyang'anya mpira. Ndio maana unanaju anatafuta mareserve kutoka nje huko, kwa sababu anajua tumesha wanyang'anya mpira asilimia kubwa mpaka sasa hivi. Anajua kabisa jeshi la Tanzania haliwezi kukubaliana na mambo yake, ndio maana anatafuta mamluki. Kwa hiyo ndugu zangu, tuzidi kupaza sauti, sauti zetu ziziishia hapa tu sauti zetu ziendelee kusimama, kila mtu ajue ya kwamba mi uzalendo ni kitu cha muhimu. Ili shida ziishe kwenye, kwenye mahospitali ni lazima tutoke kupambana. Ili elimu zetu ziboreshwe watu wakimaliza wanajua wanaenda kufanya nini, ni lazima tutoke kwenye mapambano. Ili tukomboe madini yetu na bandari zetu kutoka kwa Waarabu na kwa Wachina ni lazima tutoke kupambana ili thamani ya wanyonge na masikini wenye maisha ya hali ya chini wathaminiwe na wakumbukwe na nchi. Ni lazima tutoke kupambana, lakini tukinyamaza, masikini watakuja kulia kilio kibaya sana, na tulio wengi hapa tunatoka kwenye familia za kimasikini, tulio wengi tunatoka kwenye maisha ya shida tulio wengi leo hii tunapambana kwenye jua, usiku na mchana, tukitafuta hela ya kula. Tulio wengi tunaangaikia kodi. Kwa hiyo lazima tusimame. Haya, ndugu zangu, mi nichukua nafasi hii kuwakabidhi kijiti wengine, mwenye hoja aingie, mwenye hoja aingie tena, atoe nanili hoja yake. Anafata tini white, tini white na nafatia. Samani, akitoka kitoka tini white, utaongea. Tini white kama upo karibu, naomba washa maiki yako tukusikilize. Tini white, tini white, kama uko mbali. Dino, Dino washa maiki. Alafu kuna nafasi hapo juu imeachwa apande mtu. kama tini white hauongei, naomba ushuke chini apande mtu, kuna nafasi hapo juu imeachwa apande mtu, tap tap screen, tap tap screen, share live Ah, watu wa kuchini hivi wasijibiwe, msiwajibu. Ukipanda juu zima maiki yako. Drino karibu. Aya, habari ndugu zangu wa Tanzania, mimi hapa ni Mkenya, lakini nimefuatilia mambo jana hapa yenu, ila kuna vitu kadhaa nataka kuwasaidia ama kuwaambia, ili weza wasaidia baadaye. Uh, kitu ya kwanza polisi ni kama ndugu zenu, polisi ni kama polisi kuna wale ni ndugu wale zenuwaadda eh, eh, eh. Aya, kuna polisi ambao ni ndugu zenu, kaka zenu, mama yako, zenu. No. Mm? Sasa mkiungana mkiungana hapa hivi kuna wale wenye ndani kikosi, kikosi, ya kikosi cha polisi wako upande, upande wenu, ila mkionyesha mna nguvu watakuja upande wenu. Kwa wapolisi wa Uganda wanaokuja, hawajui Kiswahili vyema kama vinyo. Nyinyi mnafahamu Kiswahili, so mkijituma itakuwa rahisi kwenu kuidentify hawa ni wa Uganda, mwapige vita wamekuja wame aje kwa nchi yenu kufanya nini? Kuwapiga mbona, wanakuja kuulia kwa nchi yenu? hmm. Kitu ya tatu nazotaka kuambia, si lazima mwende, na kuna mmoja wenu wamesema mwende na redio ya ngoma, sijui mtaenda msikize mu, wapatie nguvu, ila mi nazoambia bendera, firimbi na simu rununu yako hiyo ndio itawasaidia. Pia lazima dunia ijue nini kinatendeka nchi yenu hmm. Kama mtazimiwa network, itabidi muna, muna record the videos, alafu mna post baadaye. Haya, kitu ya tatu, msikuwe na sehemu moja, mnasema nyinyi wote mwende, ati tunasema tunakutana Dar es Salaam, sijui upande fulani Hapana, hapo polisi watawaweza o eh. kitu mnaweza fanya ni kusema tu occupy everywhere. wale wako Dar es Salaam, wako wapi upande wote tu, wako Arusha, wako wapi, wa occupy kila mahali, na mjue mki occupy mnaenda wapi, target yenu ni wapi? Kuna wale target hao watasema wanaenda target fulani, mnataka mwenda upande fulani kuna wale mnapeana, mnajua mkimaliza wenye na sasa. Utapata maskari si wengi kuwashinda. You are almost 60 million, but askari wako almost 100,000 na 200,000. Hawezi 200 kuwa kila mahali, hata wakiwa mtawalemea. So occupy everywhere inamaanisha maskari wataga, watagawana. kuna wale wataenda upande huu, wengine wataenda, na watalemewa. Hizo magari ambayo magari ya, ya, ya maji yataisha maji, yataisha ndani. Um, tia gas bomu la machozi kwenu mnaita bomu la machozi. I think Kenya tunaita tia gas. Tia gas uisha, hmm? hata kama ni risasi, kuna wale watapigwa, lakini kuna wale lazima mwendelee. Si wengine wakipigwa, mnaogopa mnatoroka. Pana ni mjitie nguvu. kwa hiyo yote pia hapo kwa nimesema msibebe redio sijui mwende msikize muziki mwende msikize mkienda, hapana, nyimbo zenu za kupigania haki, uhuru, nyinyi wenyewe mnaimba mkipiga firimbi mkipiga makofi mkiimba mkishikana mkienda, hmm? Alafu kitu ya mnaweza beba mask, face mask. Kuna hizi mask zimetokea actually zinakaa glass Face mask ni muhimu pia kuwafunika hiyo tear gas isingie kwa macho, alafu inahitaji ushirikiano um, alafu in, mkiweza mkipiga hiyo hatua mmalize kila kitu muondoe chama. Kitu inayomaliza Watanzania ni chama moja, CCM. Kila kitu CCM, unaona lakini the moment mtatoa hii mambo at least mkuwe na chama karibu tatu nne, yani kuna nguvu. amngekuwa mnapitia hii shida <coughs> <coughs> unapata rais amejenga kitu ameka jina lake, hizo vitu vitu enzi. Kenya tulikuwa hapo kitambo sana, baada kafika wakati hapana, tuka watu tukapigania. Ila sasa nawapa mori, mwendelee, mngangani, hii ni wakati wenu, mkomboe nchi yenu sababu nchi ni yenu. Mama atakuwa na ataenda, miaka yake inaenda. Ninyi young generation Gen Z ndio nchi inawaangalia. Hayo ndio niko nayo ya kusema. Haya, mwingine. Asante sana, sana. Ms Mu, ninaomba zima maiki yako, utapewa nafasi ya kuongea. M, ninaomba zima maiki yako. Jamani, ukipanda juu naomba uzime mic. Ukipanda juu zima mic, naomba tap tap screen to share live. Ukipanda juu zima mic big, nani, big, big bani, washa mic yako, apande mtu juu ashike nafasi hapo. Hello, habari zenu wote? Salama salama, karibu haya ah, santeni sana Watanzania na kwa nataka niwambie tu hiyo uh, ndio njia ya kwenda ile kitu. Nawaambia tu ikivika hiyo tarehe, cha muhimu ni kwamba ajinzia kwan, kwanza maandamano, unaanza kwanza kupika kelele sehemu huko. Kama uko ndani ya nyumba, toa filimbi yako, puliza, halafu jirani asikie kimekuchwa, unaelewa. Alafu baada ya kutoka barabarani, msianze vita na wanapolisi tafadhali sana, msianze vita na wanapolisi. Hao watu wakiona tu mmeanza kuingilia, ndo wanachama wanachiwasha wenyewe, unaona. Alafu kuna hizi maposters Eh, eti mtu kaweka picha yake. Unakuta posta kubwa, mtu kajora picha yake. Chama cha CCM. Hizo vitu zinafanya nini barabarani? Vitu za, para za kuweka juu barabarani ni vitu kama vitu za biashara. Hauwezi weka picha yako juu kwa nini? Hizo vitu mungoni eh? Alafu kitu ingine Msikusanyike pahali moja, msikusanyike kabla, yani mwanzo mwanzo msikusanyike. Wakati mnakusanyika ni wakati mnaenda mmetake pahali fulani, tunataka kuingia hii mji, ndo mnakusanyika sasa na mnaenda. Hakuna kusanyika na kusimama, hapana. Mapolisi hatawaweza hapo. Alafu kila mtu hakikisha unatoa sauti, kama kuna filimbi unapuliza, tarumbeta unapuliza, unaona? Yaani sauti ikuje, sauti ikuje, una motivate others, una get. Hiyo ndio njia ya kwenda. Na kuna kitu nilikuwa nataka niwaambie tena. Msiogope, msiogope, msiogope, mnafaa mjue ni right yenu, is you right? kutoka barabarani sio dhambi, kutoka barabarani yauchakosea mtu. Unapigania haki yako, lazima ujue ni haki. Haja niwakikishe polisi, awezi akakupiga risasi bure. Hiyo ni kuvunja sheria. Kwa hivyo msiokope bunduki, kuna watu wataumia na kuna watu watapoteza maisha, hmm? Ndo nchi endelea. Kumbuka mnapikania future ya watoto wenu, munaona. Can you imagine wewe mwenye unateseka sasa hivi, hmm? Imagine we, we sasa ni, ni mtoto wako huyo, yani wewe ni mtoto wako sasa zasakanywimaji so pikana ndo mtoto wako at least aishi maisha bora kuliko yako. Unaona, sisi hapa tunaongea penye tunataka, sababu we know our rights. Ninyi first of all hamna umoja. Si uchokozi, lakini hamna umoja watu ambao wangevaak awazizee yaani, Samia amewakusanya, unaona, watu wenye majina watu wenye mazau, wenye sauti mtandaoni, waimbaji, amewasanya wote, sababu wandu wau wanaweza sikilizwa, unaona, alafu akawaacha sasa nii. Alafu unakuta kuna mtu anajua tu vizuri sana huyo msanii ni mtu wa kiongozi fulani bado wana msupport. Ni kwa hivyo, hiyo tarehe tutasimama na hii tutaombea, na ninachuha kuna wakenya watafika. Freedom, freedom, freedom! Afrika, we need to wake up. Mambo ya kunyanyaswa atutaki. Asante sana jamani, tumemsikia tume jirani jirani, ameongea vitu vya msingi ambavyo wao walipitia, wao walikuwepo kwenye maandamano tu, miezi mingapi imepita, vitu vya majirani. Jamani, vitu vya, vya kuviweka akili na kuvifanyia kazi, alivyoviongea ni sahihi, na ndivyo ambao tumekuwa tukihimizana Polisi utakavyokuja ndivyo tutakavyowapokea. Mgeni akikugongea unamwambia karibu, kwa tusubirie polisi watugongee sisi ndio tuwakaribishe. Jamani, ameongea vitu vya msingi sana. Face mask ni muhimu, nimeona kuna watu tayari mitandaoni wanaziuza. Kariyako tayari zipo nyingi sana, zile ambazo zipo kama helmet hivi. Zile ni muhimu jamani kuwa nazo, zinauzwa 30 tu. Kama hauna uwezo wa 30 chukua basi hata zile za kawaida